Tafakari kubwa kama taifa kama wana njombe kama wana makambako, haya mambo tuliona kwa macho. Pengine Mungu ameruhusu tupate kitu cha kujifunza. Niombe wazazi, tuko kwenye mazingira, kwenye taharuki kubwa, lakini tusiache kuomba, tusiache kuhusia watoto, tusiache kuomba Tusiache kuhusia watoto tuliombee taifa, lakini tuwaombee watoto. Jambo hili tutafakalishe sana. Kwa nafasi yetu sisi kama watu wa mkoa wa Njombe, tutaendelea kuitimiza hiyo haki, lakini lazima tuiweke taifa letu kwenye maombi na tuweke dhamira, mambo haya yasijirudie kwetu kama taifa.

wapeli ni huo uo, unapomwomba Mungu usio wanafiki tu. Hapa tukamwomba Mungu, kasema kuna amani, lakini nimefunga nyumba zake, itakuwa sio sawa. Tunaombeni yafunguliwe makanisa. Lakini la pili, ninyi waandishi wa habari, ninyi waandishi wa habari, mmekuacha mmeliacha kuviweka taifa bizani. Kwa hiyo kipindi ambayo tunategemea ninyi ndio wa kwanza kutuhabarisha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 lakini inaonyesha kuna changamoto walio nayo. Kuna haja ya kukaa kusikiliza wana changamoto gani, kwa na hoja gani, ili tuweze kusikiliza kwa pamoja ili tutengeneze kama Tanzania, hiyo kitu kimoja. Hatuwezi kukuza, yalitokea kwa ajili ya uchaguzi, lakini ni mambo ambayo yapo, ni mambo ambayo tunaishi nayo. Tukisema tuyakuze, yatakuja kutusumbua tena, lakini tukijikita kwenye 4 ala 4 za Mheshimiwa Rais tutaweka misingi eh, namna gani tutaweka mikakati ya kuitekeleza, itatusaidia kuondokana na haya mambo. Ni tafakari e, kubwa kama taifa, kama wana Njombe, kama wana Makambako. Haya mambo tuliona kwa macho, pengine Mungu ameruhusu tupate kitu cha kujifunza ni waombe wazazi, tuko kwenye mazingira kwenye taharuki kubwa, lakini tusiache kuomba, tusiache kuhusia watoto, tusiache kuomba, tusiache kuhusia watoto, tuliombee taifa, lakini tuwaombee watoto. Jambo hili litafakalishe sana. Kwa nafasi yetu sisi kama watu wa mkoa wa Njombe, tutaendelea kuitimiza hiyo haki lakini lazima tuiweke taifa letu kwenye maombi na tuweke dhamira, mambo haya yasijirudie kwetu kama taifa.